Mimi naitwa Lukia Mwenyeripo Ng'ande, natokea Ramadhani. Kwa hiyo nimekuja kwa maana ya kujifunza, nilisikia matangazo kwenye gari wanatangaza kwamba leo kutakuwa na huduma za kupima afya, pia kwa habari ya mifugo kwa habari ya kutoa elimu kwa ajili ya kilimo na kwa ajili ya mambo ya ardhi, kupima afya. Kwa hiyo nilivyosikia yale matangazo nimekuja, kwa hiyo nimekuja kwa maana ya kujifunza kwao. Nimefika hapa, nimependa kujifunza somo la parachichi, kilimo cha parachichi na wanatoa huduma vizuri, wanafundisha, wanaelekeza madawa ya matumizi ya madawa kwenye parachichi. Halafu pia nimejifunza mambo ya ardhi, kutolewa hati miliki, kwamba watakuja kwa ajili ya kutuhudumia kuhusu kutoa mambo ya ardhi, hati hati, kutupa hati. Halafu pia kuna sehemu ambazo hatujapimiwa tulikuwa tunahitaji tupimiwe ili tuweze kumiliki hati. Kiujumla, huduma ni nzuri, ninapenda mimi mwenyewe nimefurahishwa. Kwanza matangazo yalinifurahisha, ndio maana nimetoa nauli yangu, nimepanda gari, nimekuja ili nipate huduma hizo, nijifunze pia nini kinachoendelea. Kwa ujumla, mahuduma ya hapa ni nzuri, wanaelimisha kuhusu ufugaji pia wa kuku, kwamba mtu unapenda kujifunza kufuga kuku, wanatoa elimu vizuri kwa watu waje wajifunze, ili tuweze kuwa tuishi kwa tusiishi maisha ya mazoea, tuishi maisha ya elimu ambayo itatukomboa kutoka kwenye hali duni kwenda kwenye uchumi wa kati. Kwa kweli nimependa. jina langu naitwa Gumilia Vegula. Nimefurahia sana kusogezwa huduma hapa jirani, na ninajua shida yangu niliyofika hapa lazima nitatekelezewa kwa wakati. Kwa majina anaitwa Ayubu Unduru, ni afisa ardhi halmashauri ya mji Njombe. Kwa kweli kutokana na hili zoezi bila kuwasogezea huduma wananchi, imekuwa ni zoezi ambalo wananchi wenyewe wamefurahi kwa maana kwa ya kwamba tumewasogezea huduma karibu. Na kwa upande wetu sisi, kwa idara au kitengo cha ardhi, ina maana kwamba sisi tunatoa masuala ya kisheria, ushauri wa kisheria kuhusiana na masuala yote ya ardhi, tunatoa bili za kodi ya pango la ardhi, tunasikiliza mtu kama ana changamoto za migogoro, malalamiko kuhusiana na ardhi. Tunaweza kuwashauri pia namna yaku, ya kutatua na kushughulikia mambo mengine kama we. Lakini kwa mwitikio mpaka sasa hivi kwa upande wetu kwa muda huu tumepata wananchi kama kumi na moja kwao kwa, kwa maana hiyo tunashukuru, tuna kwa huduma hii kuwepo hapa karibu. Hata kwa upande wa ardhi pia tunaona watu wengi wamekuja kulipia kodi viwanja vyao. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kwa kweli tunasema hili zoezi ni zoezi zuri na wananchi wamefurahia hii huduma. Karibisha wananchi. Kwa hiyo tunachoweza kusisitiza au kuhamasisha ni kwamba wananchi waje kwa wingi, kwa sababu sisi idara yetu wote tuko hapa tunawasubiri hao wa wa, wananchi waje tuweze kuwahudumia. Kero, actually kuna kero kubwa ambayo ni sio kubwa, kwa maana kwamba kuna mwananchi mmoja ambaye amekuja, wanasema kwamba kuna, kuna jirani yake kaziba barabara ya kiwanja chake kuwo tuli tulimwagiza mpima ili waweze kwenda saiti kwa ajili ya kwenda kuangalia mipaka ya kiwanja chake, na naamini kwamba utatuzi utapatikana kwa sababu ni swala ambalo la kuangalia tu alama za mipaka ya kiwanja chake. Ya, kwa upande wa kero zaidi, hakuna kero kubwa zaidi ya hiyo. Wengine wamekuja tu kwa ajili ya kuomba ushauri namna gani ya kupata hati, ushauri wa kumiliki, upimaji upi unakuaji na vitu kama hivyo na, na kingine unachoweza kusema kuna mtu mwananchi ambaye ana lalamiko lake kutoka wilaya ya Ludewa, amekuja hapa pia tumemhudumia na nimeweza kumshauri pia. Kwa majina naitwa Michael Rasa, ni afisa mapato halmashauri ya mji wa Njombe. Leo tuko hapa kwenye viwanja vya stendi ya zamani kuwasogezea huduma wananchi, ili huduma hizi wazipate kwa urahisi zaidi, kutokana na jiografia eneo eh, letu la kiofisi kidogo liko nje ya mji. Sisi hapa huduma tunaotoa katika meza yetu ni huduma ya utoaji wa leseni za biashara aina zote, leseni aina zote za biashara, ikiwemo na leseni za vilevi lakini za vileo. Lakini vilevile tupo hapa kwa ajili ya kutoa elimu ya namna ya ukataji wa leseni, na leseni hizi unazipata kwa njia kirahisi sana. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wafike kwenye banda letu kwa ajili ya kupata leseni zao. Leseni unaipata ndani ya nusu saa baada ya kulipia malipo yako. Kwa hiyo ni rahisi sana, tunawakaribisha wananchi. Lakini vile vile tunapokea malalamiko, kama kuna malalamiko yoyote tunayapokea na tunayafanyia kazi. Lakini vile vile tuna ushuru mwingine, ushuru wa mabango ambao tunayatoza sisi halmashauri ya mji. Kwa hiyo tunawakaribisha wafanyabiashara biashara wenye mabango maeneo mbalimbali, waje walipia ushuru wao. Tumewasogezea huduma kwa ajili kwa ajili yao, na huduma hii itakuwa ni endelevu, kwa maana ya kwamba tulisikiliza kero za wananchi kwamba tuwasogezee huduma na tumewasogezea huduma. Kwa hiyo ninawakaribisha sana waje kwenye banda letu. Kwa majina, naitwa Kuruthum Sadick, mkurugenzi wa halmashauri ya mji Njombe. Siku ya leo tunaendeleza ile siku ya huduma kwa wateja ambayo imefanyika kwa nchi nzima kwa halmashauri ya mji Njombe. Cha kwanza, namshukuru mheshimiwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha nyingi katika halmashauri yetu ya mji Njombe. Tumepokea uh, zaidi ya bilioni 4.9 na hata halmashauri ya mji Njombe pia tumeweza kutoa mapato bilioni 4.5, na tunapoelekea katika huu uh, mwaka wa mwisho kufunga mwaka wa mwisho wa fedha wa serikali, tumeona kama halmashauri ya mji Njombe tuweze kusogeza huduma kwa wateja kama ambavyo mnaona, kwa wateja wetu tuweze kutoa huduma zao, lakini tuweze kupata maoni makubwa kutoka kwao Tumeweza kufanya kazi kwa mwaka mzima wa serikali wa fedha, miradi mingi tumeweza kutekeleza, afya, elimu, kilimo, mifugo, miradi mingi. Lakini pia nichukue pia nafasi pia kuwashukuru wananchi wa halmashauri wa ya mji Njombe, pia wameonyesha ushirikiano mkubwa sana kwa mwaka huu, tunapoendelea kumaliza mwaka wa fedha wa serikali tarehe 30, wamekuwa ni watu ambao wana ushirikiano mkubwa tena, wakati pia niweze kutoa tili kuwapongeza na pia kuwaomba pia tena kwamba tunaenda kuingia mwaka wa fedha mpya mwezi wa saba, tuendelee kushirikiana na ushirikiano mkubwa ambao wameweza kuuonyesha sana katika miradi. Tunapoletewa fedha, sio sisi peke yetu, serikali tutatimiza katika wajibu wetu, hapana, na hata na wananchi wamekuwa na ushirikiano mkubwa, wanajitoa kuhakikisha hii miradi yao ambayo ipo kwa sababu ni watoto watakao somo watoto wao, upande wa kilimo apata wa zile huduma za kilimo mborea za ruzuku, na kila idara na afya na kupata anili katika upande uh, wa afya kupata huduma bora, vifaa vingi vimeletwa katika hapa kwa, hakuna hata haja ya kuweza kwenda katika mikoa mingine Dar es Salaam au uweze kwenda Mbeya. Kwa mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru wananchi kwa, wa wa kwa ushirikiano mkubwa ambao wametuonyesha, tuwaombe tena kuelekea mwaka wa fedha mwaka wa pesa mpya wa serikali waweza kushirikiana kwa pamoja. Wananchi unaposhirikiana na wananchi wa halmashauri ya mji Njombe, kwamba wanakuwa wanaioni ile ni miradi yao, tunashirikiana vyema. Mimi niwapongeze kwa ukubwa sana, ni watu ambao ni wanashirikiana tumena a kujenga, kujenga hii miradi, wanajitoa kuhakikisha wanafanya maendeleo. Basi hata mwaka wa fedha unaokuja tuendelee kushirikiana wote kwa pamoja, tuijenge Njombe yetu na pia taifa letu. Katika siku ya leo tunapoendelea kutoa huduma tutakuepo kwa ya leo, siku ya leo mpaka siku ya Jumanne. Kwa hiyo ni waombe wananchi sehemu hii ya leo waje waweze kupata huduma. Kuna huduma za NIDA kuna huduma za afya kuna huduma watapata hapa huduma zote, kama tunavyoona wananchi ambao wako hapa ili waweze kupata huduma zao, na kikubwa tutajua kwa maoni kutoka kwao, tupate ushauri pia yale ambayo tumeweza kuyafanya kwa huu mwaka mzima, basi tuweze kuboresha wote kwa pamoja, sisi halmashauri ya mji Njombe, serikali na wananchi wote kwa pamoja, ili basi endelee kutekeleza miradi yetu na tuendelee kuijenga halmashauri ya mji Njombe wote kwa pamoja. Tumesogeza huduma zote, tunahitaji sana mje mpate huduma, mje mtoe maoni yenu, tunahitaji sana mtoe ushauri kwa watu wafanyabiashara hapo halmashauri ya mji Njombe, tunahitaji maoni yenu ili basi tuweze kudumisha hizi, tuboreshe zaidi kwa yetu tulioyafanya kwa mwaka mzima, ili tuweze kufanya vizuri zaidi kwa ushirikiano kwa wote niwaombe sana mkaribie hizi siku nne, ziweze kuwa kwenu. Najua ni wachapa kazi, lakini mtenge mweze kufika hapa mweze kupata huduma kwa karibu, na wote watumishi tutaweza kuwahudumia kwa furaha, na tutasikiza maoni yenu na tutaenda kuyafanyia kazi. Nashukuru sana kwa mheshimiwa wetu mbunge, nashukuru sana kwa mheshimiwa wetu tumeweza kush ushirikiano mkubwa sana mheshimiwa wetu mbunge Deo Mwanyika na waheshimiwa madiwani ambao wamemaliza muda wao. Tumeshirikiana kwa ukubwa sana wote kwa pamoja, tumeshirikiana mpaka halmashauri yetu sasa tumeweza kupata mapato zaidi ya asilimia mia, mia. Eh, tumeweza lakini, yote hii ni ushirikiano mkubwa alioonyesha mheshimiwa mbunge na waheshimiwa wetu madiwani wote kwa ujumla wa kata zote zetu kumi na tatu na wote viti maalumu, tumeshirikiana wote kwa pamoja kufanikisha tuna halmashauri ya mji Njombe, tunatekeleza hiyo miradi, lakini pia tunakusanya mapato zaidi ya asilimia mia ambayo tumeweza kufikia